Akizungumza wakati wa doria hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, DCP Wilbrod Mutafungwa amesema kuwa operesheni hiyo ilianza tarehe 29 Novemba mwaka 2025 na, na kufanyika katika kata mbalimbali wilaya ya Ilemela na Nyamagana. Katika misako hiyo askari wa jeshi la polisi wameweza kufanya misako katika mapango kama ifuatavyo. Wameweza kupita wilaya ya Nyamagana na kufanya misako katika mapango ya Mkolani, katika maeneo ambayo yanaitwa mapango ya Utemini e, mapango ya Mapankini katika mtaa wa Utemini, maeneo ya Buhongwa ambapo kuna mapango ya Kishira, mapango ambayo e, ya yanaitwa mapango ya Tanzanite, lakini mapango ya, e, ya ambayo yamekaguliwa tena ni mapango yaliyoko kule Isamilo ambapo kuna mapango yanaitwa mapango ya, ya Machemba mapango yaliyoko Makoroboi kwa wilaya ya Ilemela. Tumeweza kupita katika maeneo ya Kitangili ambapo tumefanya ukaguzi e, na doria katika mapango e, yaliyopo eneo la Jiwe Kuu, anaitwa maarufu mapango ya Jiwe Kuu, mapango ya Bwiru Ziwani, mapango ya Ibungilo pia askari wameweza kupita. Katika hatua nyingine, Kamanda Mutafungwa ameongeza kuwa wahalifu 12 wamekamatwa wakiwa na vifurushi wa vya bangi, huku maeneo yalolengwa na operesheni hiyo ni pamoja na Utemini, Mapankini Buhongwa, Mapango ya Kishira, Mapango ya Tanzanite, Isamilo Isamilo kwa Mashimba, Mapango ya Jiwe Kuu, Msitu wa Kawekamo pamoja na Mhandu na Mlima wa Pasua. Katika misako hiyo jumla ya watuhumiwa kumi na mbili wamekutwa wakiwa wamejificha katika hayo mapango wakiwa na vifurushi vya bangi. Watuhumiwa hao wanaendelea kuojiwa ili waweze kusaidia upelelezi unaendelea kufanywa na, na jeshi la polisi. Ndugu zangu waandishi wa habari, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza eh, tukifuatia tukio hili tunapenda kutoa wito kwa wananchi wanaojihusisha na uhalifu kuacha kufanya hivyo mara moja, kwa sababu jeshi letu litafika kila mahala katika kuhakikisha kwamba wahalifu wanafikiwa na huko aliko wanachukuliwa hatua. Naye mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kasese, Bwana Gaudensi Mtepa, ameipongeza jeshi la polisi kwa operesheni hiyo na kuomba msaada wa kulipua baadhi ya maeneo ya mlima huo ambao yamekuwa maficho ya wahalifu katika maeneo hayo. Ha, tunapenda kuwashukuru sana Jeshi la Polisi kwa jinsi walivyotembelea maeneo yetu haya ikiwa ni kwa ajili ya kuimarisha usalama katika mazingira yetu haya ambayo ni makorongo ya Kasese sekondari. Isi kama kuna uwezekano wafanye utaratibu wa kulipua korongo hilo ambalo kwa chini lina, lina njia ili hata kiingia pale pengine akipigwa mwana ukipigwa kibaka aweze kukamatwa kwa sababu ya makolongo hayo. Kibaka kiingia chini ya andaki ila awezi kupatikana. Nikiripoti kutokea hapa katika operesheni ya polisi iliyofanywa katika mapango haya ambayo wahalifu wamekuwa wakijificha katika maeneo haya. Sada Mzinga, Abudi TV.